zinazofungamana na saumi na kuhudhuria katika majlis kama hii ambayo ya kujifunza Qurani tukufu ikiwa ni kuisoma Qurani yenyewe kwa ahkamu zake za tajwidi kwa ufanisi wa hali ya juu au kuzingatia yaliyoko ndani ya Qurani au kujifunza

uyawaongoza wanadamu katika mambo ya sawa na mambo mazuri. Kwa hiyo anayesoma Qur'ani, bila shaka atakuwa anajifunza mambo mazuri yenye faida na yeye katika dunia yake pamoja na akhera yake, na kabla hatujaendelea kutaja mambo yoyote yanayofungamana na hiki kitabu niliomba nikumbushe jambo moja muhimu sana. Hizi nuskha zimetolewa idadi fulani, hivi vitabu vimetolewa kopi na vimegawanywa. Walilahi alhamdu Allah alipe kheri wale waliojitolea katika hili lakini kila ambaye amepewa kitabu basi ajitahidi katika hizi majlisi asiwe anakusikana kwa sababu huenda kuna wengine pia walihitaji vitabu lakini hawajapata. Ikiwa Allah amejalia wewe upate kitabu, basi usirei yani usiwe wa hepahepa hepa, leo upo kesho haupo hauonekani wiki. Hudhuria kila siku ambayo itakuwa imewekwa majlis kwa ajili ya kujifunza hiki kitabu.

bilqawaid alshariya istimbat ni kuchukua hukumu kutoka kwenye aya kupitia misingi ya kisheria. Ni kuchomoa hukmu, yani unaisoma una aya, alafu ile aya ukishamaliza kuisoma, pale ndani ya aya unakuta kuna hukumu fulani, hiyo ndio inaitwa al istimbat. Kwa lidhalika hapa tutajifunza baadhi ya aya za ahkamu, tafsiri yake, na kisha baadaye kujifunza hukumu mbalimbali zinazopatikana kwenye hizo aya. Lakini kwa nini tuseme ayatul ahkam? Kwa nini ziwe ni ayatul ahkam na Qurani iko na aya nyingi? Kwa sababu wanachuoni wanatwambia ayatul Qur'an, asima ila arba'ati aqsam. Qurani nzima hii tunayoisoma yote aya zake zimegawanyika sehemu nne. Sehemu ya kwanza, aya zote tatakallam ala tauhid. Aya zote za Qurani kuanzia mwanzo mpaka mwisho zinazungumzia tauhid, lakini zipo aya maalum ambazo zinazungumzia tauhid

na hapa kwenye hukumu tunamaanisha, alahkamu lmutaaliqa biafali lmukalafina, ni zile hukumu zinazofungamana na matendo ya wanadamu ambao wana sifa ya taklifu. Maana yake afal, vitendo ambavyo mtu anavifanya kupitia viungo vyake, sio vinavyofungamana na moyo, mathalan swali

ni aya zinazofungamana na nini na visa mbalimbali katika Quran. Kwa Quran yote ukiisoma yote utakuta iko katika hizi sehemu nne, imma itakuwa ni aya katika itiqad tauhid, imma ni aya katika ahkam alfiqhiyya, na imma ni aya katika akhlaq na adab, na imma ni aya katika qasas

Au istimbata au kwa mtazamo wa ndani. Mfano wa aya zilizokuja kuzungumzia hukumu za kifiqhi na kuzibainisha wazi wazi ni mathala, ambazo tutakuwa tukizisoma sisi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Hii aya, fi hii aya ni nassun fi wujubi swaum. Hii aya ni ya wazi kabisa inayoonesha ulazima wa mtu kufunga, kwa sababu Allah ametuambia enyi mlioamini, kutiba bimana furidha, mmefaradishiwa. ko mtu yeyote akisikia hii aya anajua moja kwa moja swaumu ni nini mfaraji bila bila kwanza kujifikiria kutafuta kitu kilichoko ndani zaidi ya mbele. Kama Allah akisema waaqimu ssalata wa atu zaka, hii aya ukiwa unaambiwa simamisheni swala na mtoe zaka, unaelewa nini? Ah, unaelewa kwamba swala ni faradhi pamoja na nini, na zaka Ilo inaitwa nasun. Hii ni dalili ya wazi ambayo haihitaji mtazamo wa ndani na inakuwa na maana moja pekee, maana yake yaonekana kabisa, pale ya wazi. Ama istinbat, istinbat yenyewe inahitajia mtazamo kidogo, mtu ambaye anajua namna ya, ana na ya kutafuta hukumu katika aya kwa misingi ya kifiqihi ya kisheria.

kuwafanyia wema wazazi wake we wawili kwa sababu akataja mambo ambayo ameyapitia mama yake, amembeba kwa tabu na akamnyonyesha kwa tabu, lakini akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna shahran, na kumbeba yule mtoto tumboni na kumnyonyesha mpaka ikakabiliga mda wakuunyonyesha ni miezi 30. Ni miezi mingapi 30? 3 kupitia hii aya wanachoni wakasema, aqalu muddati alhamli 6 ashhur, uchache wa mde ambao anaweza akabego mwanamke mimba ni miezi mingapi? Sita. Yafahamika kwamba muda wa kawaida wa mwanamke kubeba mimba ni miezi tisa, lakini kuna uchache uchache wa mwanamke kubeba mimba ni miezi sita. Imetoka wapi hiyo? Imetoka pale kwenye aya ambapo Allah amba alisema, na kumbeba huyo mtoto na kumnyonyesha ni miezi thelathini. Kumnyonyesha mtoto kwa kawaida iliyotajwa katika sheria ni miaka miwili, miaka miwili na, na miezi mingapi? ishirini na nne. Katika miezi thelathini nabaki miezi kwa hiyo anachuna, wakambia inawezekana mwanamke akabeba ujauzito miezi sita na akazaa, lakini hii si kila mtu anaweza kuelewa, mpaka mtu ambaye awe na mtizamo wa wa ndani katika aya na kuangalia maudhui nyingine, kwa sababu maudhui iliyoko katika aya ni kuwafanyia wema wazazi wawili, na wengi wakisoma hii aya wanajifunza hilo, kuwafanyia wema wazazi wawili. Lakini kumbe kuna kitu kingine hapo ndani ambacho kinapatikana katika ahkamu fiqihia ambayo ni muda mchache zaidi wa mtu kubeba mimba ni miezi sita.

kinaenea katika kila aina ya hilo jambo, maanake kila somo ambao ataifunga mtu bila kuweka nia usiku, ile somo haifanyi nini, haikubaliki. Lakini je, hii inaingia katika somo za faradhi pamoja na Sunna au ni somo za faradhi peke yake? ha mashe tunafahamiana

ana mtizamu wa ndani kufanya istimbat kupitia hadithi nyingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna siku ameamka ame, ame akaenda katika mizunguko yake, akarudi nyumbani kwa Aisha. Alipofika akawauliza kuna chochote katika chakula? Kwambia hakuna, na tayari kushapambazuka saa tatu tatu, saa nne. Kwambia basi mimi leo nimefanya nini, mifunga kwa kupitia hii hadithi nyingine, tukapata jibu kwamba somo ambao ni lazima mtu alale na nia ni somo ya fardhu, lakini katika sunna unaweza kuweka nia hata kabla jua halijapinda, ya yaani kama hujala chochote kwanza, kuanzia asubuhi mpaka saa tano unaweza kuweka nia muda huu na somo yako ikafanya nini ikakubaliwa. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kwa hiyo insha Allah. Nadhani majlis yetu ya leo ni kuelezea e, maana ya jina la kitabu pamoja na ayatu ahkam. Maana ya ayatu ahkam tumefahamu, na pia tumejifunza Qur'an imegawanyika sehemu ngapi katika aya zake na yale ambayo tumeyataja katika hii majlis. Kesho insha Allah tutaingia moja kwa moja katika aya ambayo ameanza nayo muallif